Naam, hebu tuangazie huu mkutano wenyewe, hasa faida zake ni zipi kwa bara la Afrika? Maana imekuwa e, wachambuzi wengi wakiliangalia zaidi bara la afrika kunufaika na mikutano inapokutana na mataifa makubwa. Sahihi. <coughs> Afrika uh, ni bara ambalo uh, ukizungumzia kwa mfano mahusiano yetu na Ulaya uh, ndio uh, bara jirani kuliko mabara yote uh, uh, katika dunia kwa maana ya Marekani mbali lakini Ulaya ni karibu sana, ni jirani yetu. Na inapohusu Afrika uh, Ulaya ya kupitia makoloni imeshiriki kwenye kuwa na makoloni yake Afrika, mana ya Wafaransa wa Waingereza, tuna anglofon, tuna tunaa e, e, e, hayo yote inaonyesha historia tu ya ushirikiano au karibu kati ya Ulaya e, na Afrika. Unapokuwa na mikutano mikubwa kama hiyo inahusu pia uchumi, e, uchumi e, na katika uchumi Ulaya inaitegemea e, Afrika kwenye mali ghafi e, na Afrika inafanya biashara kubwa sana mabara na, na, na bara la Ulaya. Kwa hiyo kwa kifupi, hilo ndo linaonyesha umuhimu wa mabara haya mawili e, na jumuia hizi mbili, Afrika Union, Umoja wa Afrika, Afrika na Umoja wa Ulaya e, kuwa na ukaribu. Naam, kuna masuala hapa ya uhamiaji na na mali ghafi. Tuanzie na hili la mali ghafi kwamba kumekuwa na msisitizo pia kwamba nchi za Afrika zisisafirishe bidhaa zisisafirishe mali ghafi kwenda Ulaya na Marekani na nchi nyingine na mabara mengine, bali zitengeneze mali zilizokuwa tayari na zisafirishe. E, hili unaliangalia kwa namna gani? Kwa sababu miongoni mwa yatakayojadiliwa e, leo ni pamoja na hili swala la mali ghafi ambayo Afrika imejaliwa kwa kiasi kikubwa kabisa e, e, na imekuwa pia ni sehemu ya kwenye mabano laana ya Afrika kwa hmm sababu migogoro mingi katika Afrika inatokana na hizo mali ghafi zake e, Ulaya inategemea kwenye viwanda vyake kupata mali Afri ghafi kutoka Afrika na wakati mwingine imechangia kwenye migogoro katika Afrika e, na sasa Afrika e, e, imeamka inataka e, kuto kusafirisha tu malighafi e, e, lakini wanataka pia ku kuchakata E, ili kupeleka bidhaa zinazotokana na malighafi hizo, kwa mfano, soko kubwa la la dhahabu la, la, eh, duniani liko Dubai, eh, lakini eh, Afrika katika nchi tatu duniani zinazozalisha kwa wingi dhahabu eh, eh, eh, ziko ziko nazikuta Afrika mojawapo nikiwa ni Sudan ya tatu duniani ambayo kuna migogoro mikubwa huko ya vita, hakuna kwenye dhahabu Afrika alafu ukakosa mm-hmm migogoro mivutano hata mm -hmm. Hapo, unaweza kukuta kuna mivutano, mivutano, mivutano. Nam suala la uhamiaji, uh, nchi nyingi za Ulaya zina zimeweka sasa mkakati maalum wa kudhibiti wahamiaji, na wakati vijana wengi wa Afrika wakiona kwamba kuna fursa ya kwenda huko uh, katika nchi hizo za ughaibuni wakiamini kwamba ndio kwenye maisha hili unahisi una ama nini fikra zako kuhusiana na swala la uhamiaji kutalegezwa ili vijana wa Afrika waweze kuingia ama kutawekwa mkazo zaidi? yes, ni, ni wanasema Waingereza paradox yani hali ya yenye utata kidogo, yenye ugumu, kwa sababu Ulaya wakati inajifungia eh, kutokana na siasa za ndani Ulaya upepo sasa hivi katika eh, siasa za nchi hizo wenyeji watu wengi hawapendi wahamiaji wa wakidhani, kuna dhana dhana ya ambao ndio hali zao ngumu za maisha zinatokana na wahamiaji. Si kweli, ila Ulaya imejengwa na wahamiaji kwa kiasi kubwa na malighafi kutoka Afrika, Afrika. E, wakati huo huo Ulaya inapokata e, misaada kwa nchi za Afrika inakutana na changamoto ya vijana wa Afrika kukosa ajira, kwa sababu wanaporudisha wanapoweka uwekezaji e, Afrika kwa maana ya Ulaya inapowekeza Afrika inachangia kuzalisha ajira na hivyo vijana kupata vipato. Afrika ni bara kijana, kwa maana ndio bara pekee duniani lenye vijana wengi. Asilimia kubwa ya Afrika ni vijana. Sasa vijana hawa bila ajira, e, wanakimbia nchi zao. Leo uko Sudan tunapokuzungumza, e, moja ya changamoto ya migogoro katika Sudan ni, ni njia ya kufika Libya, na ni njia ya kufika Ulaya. Libya na, na Ulaya ni jirani sana. Kwa hiyo Ulaya iko katika ugumu wa kutafakari wanafanyaje kuto kuisaidia Afrika na wakati huo kuzuia vijana wasiingie katika Ulaya. Tumeona watu wakifa ma majini, lakini wako tayari kufa majini kwa sababu ya hali ngumu eh, katika, katika bara la Afrika. Inatokana na, na kutokuwa na usawa eh, kwenye ma maendeleo ya kiuchumi kati ya Ulaya eh, na Afrika. Kwa hiyo majirani hao wawili mabara haya mawili jirani yako katika hali hiyo.